Imekuwa ni jambo nzuri na jambo jema kwa wilaya ya Singida leo kufanya choki anasimaba keenda pole, yani kwamba tunafanya yani taratibu kwa ajili ya mazoezi, utaweza kutambua umuhimu wake, lakini baadaye wa kuishi unajua kwamba hili jambo ni kubwa na jema, inatusaidia sana kuepuka magonjwa ya yasiyoambukizwa. Ndugu zangu, utashangaa siku hizi magonjwa sioambukizwa ni mengi zaidi, kwa sababu tumekosa muda wa kufanya mazoezi ili damu iweze kwenda vizuri na wewe uwe imara uweze kupumua sawasawa. natikuwa nafasi kuwapongeza wote, hongereni sana, mjipigie makofi. Tumeanza vizuri, tumeanza vizuri. Hii ni jambo jema, kwamba tarehe 29 ni siku ya kwenda kupiga kura na ni vizuri uelewa huu wafikie watu wote, ili wafahamu akiaoa wa kikatiba. Sisi wilaya ya Singida amani iko tele na kuongea naye tena, kuongea kuomba mkuu chote chote, tunahakikishia kwamba tarehe 29 kama ilivyo amani siku zote katika lt Singida na sik, kutakuwa na amani tele. Wilaya ya Singida, amka asubuhi, nenda kapige kura, ukimaliza rejea nyumbani. Singida oye. Sasa ndugu zangu, jumamosi ya kwanza ya mwisho wa mwezi sisi Singida ni siku ya usafi. Tumejitengea kwamba jumamosi ya kwanza ya mwisho wa mwezi mazoezi ya pamoja, alafu jumamosi ya mwisho wa mwezi ni siku ya usafi. Lakini sasa kutokana na na na uchaguzi, jumamosi ya mwisho wa mwezi huu ndio jumamosi ya mwisho kabla ya kwenda kwenye uchaguzi, tufanye nini? Tuendelee kuwa mabalozi wa kuwakumbusha wenzetu kujitokeza kupiga kura tarehe 29 mwezi huu, apo ni kiyo ya msingi Isingida.